Chaguo la siku yako ianze vipi? Iende vipi? Na imalizikie vipi? ni lako wewe mwenyewe. Chaguo ambalo litakuweka wewe katika nia thabiti na njia thabiti ya kuweza kufanya ibada yako ya kila siku katika kile ambacho umeruzukiwa na Mwenyezi Mungu. Mtume Muhammadin sallallahu llahu alaihi wasallam alipata kusema, ma min yaumi yusbihu fihi labdu la illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma allahumma a'ti munfikan khalafa wayakulu lakharu allahumma aati mumsikan talafa, mwisho wa kunukuu. Mtume anasema siku yoyote ile, yaani each and every day, mwanadamu ambayo anaamka anaamka akiwa na malaika wawili, mmoja yuko yu the right side, mwengine huko left side Upande wa kulia ana malaika, upande wa kushoto ana malaika, wamemzunguka katika maisha yake ya kila siku. Zama ukiamka tu, wapo hao. Sasa hawa malaika wana utaratibu wao ambao wamepewa na Mwenyezi Mungu wa Azza wa Jalla, utaratibu ambao ni wa kukuombea wewe dua. Huyu wa kulia anakuombea wewe dua njema. Hakusema Allahumma a'ti munfikan khalafa, Mwenyezi Mungu mpe huyu aliyetoa ukunjufu, mafanikio kupata zaidi, kwa upande wa kulia. Na hiyo dua kila, yani hiyo anaisema is repeatable, anairipita anarudia kwa kule kutoa kwako, na ukijizuia tu huyu wa kushoto naye anasema Mwenyezi Mungu mpe maharibiko mja wako huyu aliyejizuia kutoa. Sasa ukiitazama kiimani, maana yake ni kwamba zama ukitoa ndio unafungukiwa na ndio halisia ulivyo na zama ukiwa unajizuia basi unaharibikiwa na hii inatupelekea kutengeneza mfumo ambao sisi Waislamu katika maisha ya kila siku, utoe sadaka nyumbani kwako, watunze watoto wako, tunze mkeo, nenda katoe sadaka kwenye madrasa, saidia watu, toa kwa watu, toa kwenye misikiti, toa sadaka mbali mbali ambazo unajua hii ni sadaka, wa kuweza kulisha watu, lisha wa kuweza kuwapa watu mitaji toa, wa kuweza kuwajengea watu majumba, wakaambia: nyinyi walimu wa madrasa, nyinyi walimu wa shule, nyinyi mayatima, kaeni hapa, toa. Nafasi ya kutoa inabakia kuwa kwako, kwa hii, imetokana na principle ambayo Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla ameiweka pale alipopata kusema, baada ya a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, fa amma

na akasadikisha katika kule kumcha Mwenyezi Mungu, yaani akafanya kile anachokitoa, alichoruzikiwa akakitoa, na akaamini kwamba kikitoa ni katika wema, na akakubali aka kwamba huu ndio utaratibu, fasani yasiru liliusra, tutamjombokeza Mungu anasema majambo yake yatakuwa ni mepesi. Sasa ni mepesi ya kidu